Miongoni mwa wanazuoni walioitaja swala so, hii ni Alimamu Abu Shama, kama alivyotangulia kutoka kitabu chake Albaith. Msikilize anavyosema, mudiri. Msikilize huyu bwana Alimamu huyu, Abushama Dimashqi, anavyosema

katika maswahaba na tabi'in na waliofuatia tabi'in na wengineo miongoni mwa walioandika vitabu katika sheria, pamoja na kupa yao ya hali ya juu katika kuwafundisha watu faradhi na sunna, hakuna yoyote katika, kati, kati yao hakuna yoyote kati yao aliyenukuliwa kwamba ameitaja swala hii wala kuiandika katika kitabu chake, au kuitaja katika majlisi yake, na kwa kawaida inakuwa ni muhali kuwa hii ni sunna kisha ijifiche kwa wana wachuoni mfano wa hawa msikiliza. Alimamu li Abu Shama akaendelea akazitaja au juuhizile, akafika alwajhu thalith, njia ya tatu, akasema inna hadhihi salata albid'iyata mushtamilatun ala mukhalafati sunani lshari fi lsalati liumurin. Hakika bida hii swala hii ya kibidha ni yenye kukusanya mambo yaliyo kinyume na mwenendo wa kisheria katika swala kwa mambo mengi. Sikilize mambo ambayo kinyume na swala hii swala hii. limukhalifa al-amru al-awwal mukhalafatu

na idadi ya rakaa yani, kwa maana kwamba hii ni kwa rakaa ngapi? Rakaa 12 na ile nyingine rakaa 100, na idadi ya tasbihi na idadi ya kisomo cha sura mbili, Suratul Qadri na Suratul Ikhlas kwa kila rakaa, kwa kila rakaa. Haya ndiyo maneno ya Alimamu Abu Shama. Kwa nini mtakilizo, kwa nini swalatu raghaib ni bida atajibu kama anavyosema Imamu Abu Shama kwa majibu mawili makuu. Jibu la kwanza, swala hii haijulikani katika alqurunu althalathatu almufaddala, katika alqurunu althalathatu almufaddala, swala hii haijulikani. Hakuna yoyote katika wanaozuoni, si katika maswahaba wala tabi'in wala tabi'i at-tabi'in wala waliofuatia baada yao, hakuna yoyote anayejua swala hii na wao wanapupa kubwa katika kuwafundisha watu faradhi na, na sunna, lakini haijawahi kunukuliwa kutoka kwa yoyote miongoni mwao kwamba ameitaja swala hii, si kwenye kitabu wala katika majalisi yake, na ni muhali kuwa eti walikuwa wakiijua alafu wakaikalia kim, muhali nini. Jibu la kwanza, jibu la, kwa, la pili, swala hii inahalifiana na sheria na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tusiende mbali sana, sisi tubaki katika swala tu Raghaib usomewa. Mimi sisemi, wao wenyewe watafakari, wafikirie, kwa sababu pengine hawana mpango wao kubadilika illa yasha Allahu rabbi, wala sisi tuwalazimishi, lakini kuna waislamu wengi tunataka kujua na wanafuatilia mambo haya na pengine katatizika na mambo mengi, lakini akisikia maneno haya leo kesho, baada ya miaka kumi, baada ya miaka kadha, yakamwingia ya akaelewa. Sasa huyu afai kujiuliza kwamba kumbe, ibada hata iwe ni swala iwe ni saumu iwe ni kadha iwe ni hija au kadha, lakini kama ibada mtindo wake na namna yake haikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi alehi wasalama sahaba hawakuifanya wala maimamu wakubwa watu wa zile karne tatu bora, kumbe hiyo ni bid'a, eh, naelewa kumbe kuweka mitindo na, na idadi katika ibada hairuhusiwi, eh, ukifanya hivyo kumbe ni bid'a eh? La, ni haramu kujiuliza hivyo, si haramu na ndio sawa. Wewe shika hapo hapo. Sisi tumeshawekewa ibada na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ametufundisha na ameshatuwekea mambo ya, kutu, ya kutufanya sisi tukishikamana nayo kwa idhini ya Allah tutaingia katika aljanna janna, na ametubainishia mambo ambayo kama tutayaepuka mambo hayo kwa idhini ya Allah na kwa rahma zake tutaingia katika aljanna janna. Lakini haya mambo ya kuwekwawekwa na watu na kubuniwa na watu kwa madai ya kwamba wana mapenzi na dini, haya mambo yatakuingiza mahali pabaya. Usiyefanye mambo hayo, maadamu ni ibada, achana na mambo hayo. Sasa ikiwa hii ni swala, mtu anaweza kujiuliza maswali haya, kumbe swala ilikuwepo ina ili asili? Je, yeah, hawezi kujiuliza? Hatakiwi kujiuliza kuhusu salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba wewe jiulize tu katika swala, kwenye swala kuuliza maswali kwamba kumbe mpaka mtume saa sallama ayo amefundisha maswahaba wamefanya maimamu ile swala, lakini kama swala za nabii fanya napotaka ndio hivyo au. Pia kuna maswali hapo, mtu atakiwa ajiulize mara mbili mbili. Je, huku kumswalia mtume nako hivi tunavyomswalia sisi, tukaimba tukamswalia kwa kuimba? sababu Mtume swalla sallam pia aswaliwa kwa kuimba sawa? So, watu waimba, alafu mugani, yani yunshid munshid, au yughanni almughanni, muimbaji akaimba kwa sauti yenye yenye uh, mahadhi ya ngoma ili iendane na ngoma. Watu wakaleta kwa mitindo ya bayati, siga, hijaz na hawand letwa ile alafu ikaendana na ile mpigo wa dufu na takato za watu, kwamba ikipigwa hivi tutacheza hivi, si kama wajichezea tu kama sasa kwenda hivi au ruka hivi, la, mtindo maalum sawa. Na firimbi pia, ile firimbi itakupa ile nahmanaa, kwamba hiyo sasa inayopigwa ni kasida fulani, itapulizwa pale kwa madaha na kila kitu, ndio hivi Hivi ndio kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, basi kumswalia kumsifu ndio hivi, ndio hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosifiwa. Ah, sio kumsifu ni kumwadhimi, ndio hivi anavyoadhimishwa. Kumfurahikia ndio hivi. Yote hayo ni maswali. Kwa hiyo qul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu, ndio hivi maana yake. Nani leo anachokiuliza hii ndio maana walioifahamu masahaba na tabi'in, kama tulivyojiuliza katika salatu raghaib. Kwa salatu raghaib ni msingi mkubwa mno na ni kijingi madhubuti, kimewapiga mweleka. Ndio maana hakuweza kujibu, akaamua tu apotezee pale rakaraka, akatoka jau jepesi tu. Lipi sala hadithi yake maudhu wanaazani, lakini anajisema hivyo peke yake. Wametoa maelezo mengine ambayo wewe umeyaacha maksudi, labda kama umesikia kwenye magrupu, kwa sababu tulikuwa kwenye grupu moja ambalo palikuwa pana majadiliano kuhusu masala ya bid'a. Kuna kijana mmoja huku akaleta hoja hii, lakini baada ya kuleta hoja hii naona yeye akahitaji na wasiwasi kwamba akamsikiliza yule kijana na hakurudi kwenye vitabu kuangalia wanaozuoni wanaeleza nini kurudi angerudi angekutana na maelezo haya, ambayo aitakiwa sasa yeye ajiulize mara zote. Lakini sasa hii si khairi, mbona Imamu Nawawi asema ni bid'atu munkara? Ah, kwa sababu kuna hadithi maudhi mathalan. Lakini mbona asema fiha munkaratu dhahiratun? Kwa nini tena min albida lati hiya dhalalatu wa wajahala? Kwa nini? angejiuliza maswali haya mara mbili mbili, mara kumi kumi, angepata jawabu lakini lengo si kutafuta jawabu ili watu wapate usawa, wafuate njia. La, lengo watafuta jibu la kumjibu mtu fulani na watu fulani, wawajibu, wawashinde, wawaendele na mambo yao. Sasa hili ni jambo baya sana. Mtu atakapoamua kuikataa haki, bwana, huwezi kumwambia kitu. Mimi nitamalizia kwa khabari moja ambayo wanawazuoni huwa wanaitaja

Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama alipokuja Madina hijira yake atoka Maka anakuja Madina, akashukia pale Quba kwa Bani Aufu pale, akawa amefikia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyai Ibn Akhtab Alyahudi akatoka yeye na ndugu yake, nadhani aitwa Abuyasir Ibn Akhtab Yasir au abu Yasir wakaenda mpaka kwenda kumwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam huyu anayedai kwamba ni mtume yuko ndiye? Baada ya kuwa wameisoma Taurati na kuitazama na kuzitazama zile sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam, au safi zake na shamaili zake alivyo, tukamwangalia ndiye yeye. Wakaenda mpaka Quba, wakamchunguza mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwangalia mpaka wakajiridhisha kwamba huyu ndiye, ndiye huyu huyu, lakini kila mmoja akawa wamerudi kimya timia kabisa, kuna anamsemesha awazungumzi, wamerudi wana baridi, mpaka wanafika nyumbani wakakaa, wana huzni. Safia binti Huyai binti yake Huyai bin Akh, Safiya umul muminin kabla ya ulewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwepo wa pale, mbona mna huzni mna jambo gani? Abu yasin ya kule ndugu yake akamuuliza kaka yake Huyai huahu wasemaje, mzee ndio, hey? Sasa ndio yeye, yeah, yeah. K like, unyonge kabisa ndio ndio yule yeah, yeah. Yule katika Taurati iliyotajwa, madha akamwambia, uh... akamuuliza, umeazimia nini wewe, madha azamta

Si ndio yeye, ndio yeye, lakini mimi nitampiga vita yule mpaka mwisho wa umri wangu. Ah, mtu kama utamfanyaje? alayhi la ailullahi takra <ExcelKK> kwa hiyo kuna watu wanaweza wakazuika, wakazuilika kufuata haki kwa sababu ya adawa, kwa sababu ya hasadi, kwa sababu ya upinzani. Hata umletee hujja ulufu muallafu ee hata sasa sisi hatuwezi kuwadhania wao kwamba wana tabia kama hizi za Kiyahudi. Hizi ni tabia za Kiyahudi mbaya kabisa, tabia za kihasadi kwa ndugu Mwislamu. Sisi tunazungumza na Waislamu wale wa, wa kawaida wanaofuatilia mambo na habari zao, na wao pia na tulabu ni ilmu, kwamba mjue ya kuwa bid'a bid'a ni kitu kibaya, kwanza kinachoharibu ibada. Ili ni jambo la kwanza lakini jambo la pili, bid'a inatatiza kwa sababu ina mahusiano karibu kabisa na mambo ya khairi na mambo ya ibada kiasi ambacho unaweza ukatishika hii bid'a. Lakini hii ni swala, swala ya bid'a, basi wewe kafiri wapinga swala, mto kaakufurisha kwa sababu ya hiyo swala, kumbe wewe wapingele bid'a iliyopo ndani yake. Ndio kama hivyo naatambia hawataki Mtume asifiwe, hawataki Mtume aswaliwe, hawataki Mtume aadhimishwe. Ah, watu wabaya kabisa. Sasa ni kweli kwamba sisi hatutaki Mtume aswaliwe sallallahu alaihi wasallam? Sisi hatutaki Mtume sallallahu alaihi wasallam aadhimishwe? Sisi hatutaki Mtume sallallahu alaihi wasallam afurahikiwe? Ni kweli hatutaki Mtume sallallahu alaihi wasallam yatajwe mema yake na mazuri yake? Kitu gani tunachokipinga sisi? Tunapinga bid'a katika dini.

lakini hili sasa jambo hili haliko hivyo, linafanana, limefungamanishwa na ibada. Wewe chukua msingi kwamba jambo lolote la ibada ambalo hakulifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam au hakulifanya, mtume sal... tukisema hakulifanya kwa maelezo haya, kwa kaidi hii tunayoitaja, hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam na sababu na, huku... na sababu yenye kuhukumilia kufanywa kwake ili kuwepo na hakukuwa na kizuizi, jambo hilo ni bida. Lakini wao watuambia, wao wasema kila ambalo wakulifanya mtume bida. Sasa hatusemi hivyo kwa itlaq, tunafunga maneno kwa misingi ya ilmu. Msitaki kutuingizia maneno vinywani. Sababu ya kufanywa kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi na mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya, hiyo ni bida na ukiona kuna jambo maswahaba wamelifanya ambalo hakulifundisha mtume au hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ujue ni kwamba wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ima sababu ya kufanya jambo hilo haikuweko, ilikuwa haijatimia hikma au hukumu haijahukumilia hilo, au kulikuwa na kizuizi, vitu hivyo viwili lakini wao walikuwa hawawezi kumkhalifu mtume sallallahu alaihi alaihi wasallama hata shibri moja.

Sawa, iweshikana na msingi huo, na wala usiadhalike na maneno ya wabaishaji.